Kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo anaendesha nchi yetu katika hali ya utulivu na amani, na mpaka sasa sisi halmashauri yetu ya wilaya ya Handeni tunaendelea kujivunia amani na utulivu ambao uko ambao unapelekea wananchi wetu kujishughulisha na shughuli za kimaendeleo, lakini kujishughulisha pia na shughuli za kijamii na shughuli za kidemokrasia, ikiwa ni pamoja na zoezi hili ambalo liko mbele yetu. Kuwashukuru nyote mliofika humu ndani nimeitwa na mmeitikia, na nimepewa taarifa, hakuna hata mmoja ambaye hajafika. Zoezi hili limeshatanguliwa na baadhi ya vitu, ikiwa ni pamoja na kubandika zile taarifa za wapiga kura ambao tuliboresha eh, muda e, kadhaa unaopita, na naamini kwenye vituo vyenu, kwenye kata na kwenye vijiji na kwenye vituo, taarifa hizo zimeshabandikwa kwa sasa hivi. Tunachoenda kukifanya ni mwendelezo wa kuboresha tutakuwa tuna watu tofauti tofauti. Kuna mtu atakuwa hajajiandikisha kabisa, atatakiwa kuandikishwa, lakini timiza vile vigezo ambavyo vimetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kwa maana huo, hii ndio sisi kwa kwa, kwa, kwa, kwa sisi halmashauri hapa, taifa zima sisi tunaiona hii kama the golden chance kwa sababu kama hatutaweza kutimiza sasa hivi kuboresha vizuri kwenye maeneo yetu ambayo nyinyi ndio tumewaamini mambo kufanya hizo kazi, hatutakuwa na nafasi nyingine ya kwenda kuboresha hizi taarifa. Kwa hiyo kitu ambacho kinatakiwa kwenda kutoka sasa hivi ni kitu kinatakiwa kiwe, wazungu wanaita accurate, yani usiwe kuna kuna dosari ya aina yoyote. Ikitokea dosari sasa hivi, inawezekana kabisa mpaka tunafika kwenye uchaguzi ukawa hakuna tena hizo habari za kuboresha. Daktari, ni makini kwenye utendaji wa kazi tunapozungumzia umakini, tunazungumzia pamoja na si tu kusikiliza, lakini pamoja na kwenda kutekeleza hii kazi kwa umakini. Zoezi lililopita na nitazungumza kwa, kuna watu tunawaambia, vifaa hivi vya tume vinahitaji kutunzwa na vinahitaji kulindwa. Achaneni na mambo ya kufanya kazi kwa ma mazoea. Endeni mkasimamia hili zoezi Usifanye kazi na ofisi, vituo hivi vipo kule, na najua sasa hivi karibia kwenye kila kijiji kuna baadhi ya vijiji, na nendeni kule, hakikisheni kazi zoezi linaenda accordingly na elathini kanaambeni kauli zeuzinaania wapeni watu kauli nzuri unieudazastana